Okay, leo tunapika mchemsho wa kuku kwenye maandalizi yetu. Tutakuwa na mchemsho wa kuku na viazi. Kwenye maandalizi yetu tutakuwa tuna viazi, tutakuwa tuna nyanya chungu, tuna kitunguu maji, tuna karoti, tuna hoho, tuna pilipili kichaa, tuna limao, um, tuna tangawizi na kitunguu saumu, so, hivi hapa, na tutakuwa vile, vile tuna pande vidogo kabisa vya kichoyo vya kuku huyu. Kuku wetu ni wa kizungu, kwa hiyo hatochemka okay. kwenye kuku wetu tutaanza kwa kuweka chumvi kidogo, ili achemke na kuku wetu, pamoja na kuweka kitunguu saumu na tangawizi. Kwa baada hapo tutachanganya mchanganyiko wetu vizuri kabisa kuhakikisha kuku wetu ameingia na viungo vyote, and then tutaacha kama dakika tano hivi mpaka kumi. Baada ya muda tutabandika nyama yetu na umika mpaka hapo kama kaokia maji ya kwanza. Baada ya muda, tutaongeza maji kidogo, ili nyama yetu iweze kuiva, na kama nilivyoambia kwamba nyama yetu ni ya kizungu, ni kuku wa kizungu broiler. Kwa hiyo hatutawachemsha kwa maji mengi, maji tu kidogo, kwa ajili tu waive hivyo. Ili isipie tu ibaki na ladha, uh, yamtu ndo kama hapo yapo imeshaiva. Baada ya hapo, tutaweka viazi tutaweka viazi kama mnavyoviona, mnavoviona haya, tutaweka viazi tutaweka pamoja na nyanya chungu tutaweka pamoja na vitunguu vitunguu, pamoja na pilipili. Baada hapo, tutaweka maji, maji yetu tu ya kutosha, ili tuweze kupata, tuweka maji yetu tu ya kutosha, ili ikichemka, ikimaliza tunapata supu. Uh, supu, supu yetu unaona kabisa kwamba ina mafuta ambayo ni asilia kwao hatutaweka mafuta yoyote yale and then, baada ya hapo tutafunika kwa ajili ya kuchem. Kwao baada ya hapo tutaweka veggies, i mean ile ni yetu, tutaongeza chumvi kidogo. Mm -hmm. Then tutaongeza na maji kidogo Alafu tutafanya kama vile tuna, tukumbuke kwamba tulikubaliana hizi nani hazitakiwi kuiva sana. I mean veggies hazitakiwi kuiva sana hii hii kama, like kambili, like. Kwa hii supu itatosha hapa, kwa hiyo hizo mboga mboga hizo zinabidi zikae kama dakika mbili tu na dakika mbili zenyewe zitakuwa ni nyingi kwa sababu sitaki kuiva iva iva iva iva ive baki na kile so kicwache so pia tu ndo hii yeah. Mm, hapo mchemsho wetu ready to eat. Ni mchemsho mtamu sana kwa watu ambao wanajifunza kupika mchemsho mtamu mzuri mwenye ladha hii ndio sehemu pekee ambayo kwa watu wanaotaka kujifunza kupika chakula mbalimbali kwa namna yoyote ile, karibuni.